Mtazamaji, sijui kama bado unapania kusafiri, lakini pengine taarifa hii inakufaa. Wakenya wanaosafiri kuelekea mashambani wanapaswa kujiandaa kwa nauli zilizopandishwa kwani waendeshaji wa magari ya uchukuzi wa umma wanatumia fursa ya kwa wingi ama ya wingi wa abiria wanaosafiri kwenda sehemu mbalimbali mbali za nchi kusherekea sherehe hizo kuongeza nauli. Ukaguzi uliofanywa na runinga ya KBC Channel 1 ulionyesha kuwa nauli za mabasi hupandishwa na kuongezeka maradufu ya gharama ya kawaida ya usafiri. Hata hivyo, waendeshaji wa magari ya uchukuzi wa umma wanasema hatua wa hii inalenga kufidia nakisi ya magari mengi yanayosafiri kurudi Nairobi bila abiria kutoka mashambani. Giverson Maina alifanya pekua pekua zake mitaani na anatupatia taarifa ifuatayo. Katika eneo la katikati mwa jiji la Nairobi, maelfu ya wasafiri wako mbioni kuabiri magari ya uchukuzi wa umma ili kuelekea katika maeneo mbalimbali mbali nchini kwa ajili ya sherehe za Krismasi. Hata hivyo, wasafiri wengi wamekatishwa tamaa na nauli zilizoongezwa maradufu. Katika baadhi ya maeneo, abiria wanalazimika kulipa mara mbili ya kiasi ambacho wangelipa kwa kawaida. Bei hupanda siku hizi. Siku za Christmas bei inapandaga kabisa. Kama saa hizi kwenda Western saizi kama mimi nimebuki chavakali ni 2500 unaona no? na bado inaweza tapanda ufike elfu tatu by kesho ama ama Thursday ama Thursday Christmas asubuhi, inaweza panda bado so inatumiza ni mingi. Kwa mfano nauli ya kawaida ya kusafiri kwenda Eldoret ingemgharimu wa abiria shilingi elfu moja mia mbili lakini katika msimu huu wa sherehe gharama hiyo sasa iko kati ya shilingi elfu mbili na mia mbili na, na shilingi elfu mbili mia tano nauli ya kutoka Nairobi hadi Kisii inakadiriwa kwa takriban shilingi elfu moja mia nane kutoka ile ya kawaida ya shilingi elfu moja na mia tano Nauli ya kutoka Nairobi hadi Kisumu kwa sasa ni shilingi elfu tatu kutoka shilingi 1500 na huku nauli ya kutoka Nairobi hadi Bungoma ikisemekana kuwa takriban shilingi elfu tatu kutoka shilingi 1500. Hata hivyo, wahudumu wa magari wametetea vikali hatua wa hiyo ya kuongeza nauli msimu huu wa sherehe za Krismasi kutoka chini hakuna abiria. Sasa ndio maana kampuni kama ya Transrail tuliongeza 300 peke yake ndio ikafika 1800. Lakini sasa sasa tunafanya hesabu, hiyo gari inataka mafuta, dereva alipwe na maintenance kidogo, unapata hiyo gari hata inapakisa 1600. Watu wenye wanatoka Nairobi wanaenda nyumbani ni wengi kushinda wale wanatoka Western. So one of the key reasons zenye nafanya fee kwa juu. Hii gari kisonga chini kurudi hapa Nairobi inarudi almost empty. So, na lazima hiyo deficit ndio ipunguzwe eh? Lazima hizi gari zirudi ndio zibebe watu. Unaona hata super metro na nini zinabeba on behalf of hizi gari zingine kwa sababu ya hiyo deficit imeongezeka, kwa sababu kutoka Eldoret kuja Nairobi anawekewa watu kama saba ama sita, bora apate mafuta ya kuja Nairobi kubeba watu. Nairobi watu wamejaa kulingana na abiria. Ongezeko hilo linaongeza mzigo wa gharama kubwa ya maisha ambayo tayari inashuhudiwa nchini nyumbani pia wanataka kukula, school fees iko hapa sasa, inabidi ukae wania ndio ukienda nyumbani at least, yani umewasaidia juu. Ukishika mwendo kila siku 300 naona hakuna kitu yenye utakuwa umesaidia. E, utawasaidia watoto. Waendeshaji wa magari ya uchukuzi wa umma wanasema ingawa biashara inakuwa kwa sasa, idadi ya wasafiri si wengi ikilinganishwa na miaka iliyopita, ikiashiria nyakati ngumu za kiuchumi. Wengine wanakuja kwa stage, anapata gari ni 1800, anasema hapana, siwezi enda. Afadhali hiyo 1800 nitumie watu nyumbani wafanye shopping kidogo, wa kule na mimi ile nimebaki kidogo nayo ni kule, Krismasi ishe. Abiria huyu alitwambia kwamba amegairi mipango yake ya kusafiri kwenda mashambani kutokana na ongezeko hilo la nauli, akiia: kwa sababu ya fare juu ya vyenye imeshoot, inabidi sitaenda saa hii, nitaenda Januari ama maybe next year, juu saa hii inakuwa ngumu. Wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma ambao kwa kawaida hufanya kazi jijini Nairobi sasa wameamua kusafirisha abiria na kuwapeleka katika maeneo mbalimbali yakiwemo Busia, Eldoret, Kisumu na Bungoma ili kukidhi ongezeko la wasafiri. Hapa tauni hakuna kazi saa hii, watu wote wanaelekea nyuma nyumbani. Ukiwa gari yako iko sawa iko qualified kila kitu, mko ndereva wawili, na umeangalia miguu zako siko sawa, gari yako hiji niko mzuri, umefanya kila kitu service vizuri, na we ni mwangalivu, unajua kujali maisha ya watu unawapeleka. Huku baadhi ya wakenya wakisafiri manyumbani mwao angalau kusherekea Krismasi na familia zao, uhaba wa magari na pia kuongezeka kwa nauli ni baadhi ya changamoto zinazowakumba kwa sasa.